Taarifa nyingine zinaarifu kwamba wakazi wa Sagana, Kagio na Wang'uru wameunga mkono pendekezo la serikali ya kaunti ya Kirinyaga kubuni manispaa mbili mpya, hatua inayolenga kuimarisha mipango ya miji na kufungua fursa za ufadhili kutoka serikali kuu na washirika wa maendeleo. Kupitia mpango huo, Sagana na Kagio zitaunganishwa kuwa manispaa moja huku Wang'uru ikiwa manispaa ya kipekee kutokana na ukuaji wa haraka wa idadi ya watu na shughuli za kibiashara. Afisa wa kaunti uh, wa ardhi na maendeleo ya miji Samuel Kajobe alisema mchakato huo utahakikisha maendeleo sawa, akibainisha kwamba idadi ya watu katika maeneo hayo inatarajiwa kuongezeka kutokana na ujenzi wa viwanda bako ukivuka mto huko, kuna vijiji zingine pale. Kati ya hizo mitaa hizo, naona zinaweza kuwa benefit vizuri sana juu ni mojake za zile, eh, mojake za zile vijiji zinaleta pia maendeleo kwa hii kaunti yetu, na pia zikibenefit, naona zitakuwa sawa. Tukiwa na status ya town, tutakuwa na benefits. Eh, kama barabara zile zinaundwa na kura sasa We'll breebo sasa watu wa kura wanakuja kututengelezea barabara kama ni maji maji na angalia. And already there will be a committee ambayo town ya Sagana. We've done proposals for the two counties, for the two towns, suggesting for municipalities. Then now we've come to the people to hear their views. The turnout in Sagana is very good, so we anticipate the people to participate, to tell us if what we proposed is okay, or if they want any changes